Na, mtazamaji wa RSM Media, na baada ya kuzungumza na watu wote, sasa ni ule wakati wa kuzungumza na mwandaaji wa tukio hili la Fit Kids Festival 2025 Madam Faraja, ambapo tunazungumza naye hapa kutaka kujua namna ambavyo walivyokuwa wametarajia ndivyo ambavyo imekuwa. Karibu sana. Asante sana. Yani, kwanza niseme tu kwamba nilikuwa ninapata hofu kwamba mwitikio utakuwaje? Je, watu watakuja vya kutosha kama ambavyo mmeona au watakuja wachache? Lakini namshukuru Mungu kwa kweli, ni tukio letu la kwanza na limekuwa ni tukio ambalo limefana, na natumai watu wamepata vile vitu ambavyo tulitarajiwa wapate. Uh, next year tutakuwa na msimu wa pili, kwa hiyo aliyekosa leo asikose msimu wa pili. Pengine nini hasa siri ya mafanikio manaake, huko ndani mpaka watu wamekosa siti? <laughs> <laughs> siri ya mafanikio kwa kweli siwezi ku, yani unajua siwezi kuelezea, unajua tunapoandaa tukio afu nani mara ya kwanza nafikiri hata waandaaji wengine watakuwa ni mashahidi, unapoandaa tukio kwa mara ya kwanza, kwanza ninatia hofu. Nafikiri hata wewe ni mmoja wa wanakamati ulikuwa unanielewa, nakwambia yani mbona sielewi, hao watu watakuja au itakuwaje? Lakini nashukuru Mungu kwamba leo watu wamekuja. Nafikiri ni Mungu amelipa kibali tu ili tukio siku ya leo watu kuweza kushiriki, wengi watoto wamekuja, wamefurahi, na naamini tumeweka alama ndani ya mioyo yao. Labda pengine nini ambacho nataka kuwahakikishia Wanadodoma hmm, na Watanzania kwa ujumla, kwa alama hii ulioipanda, msimu ujao tutarajie nini? Msimu ujao watarajie vitu vikubwa zaidi, yaani hivi ambavyo tumevifanya safari hii watarajie vitaongezeka maradufu. Kwanza ni washukuru wawezeshaji, kiukweli wametendea haki. Wazazi wamejifunza, wazazi wamekumbushwa, naamini wanalea watoto vizuri, lakini leo kuna kitu wameongeza katika malezi yao. Kwa hiyo mwakani watu wasikose kuja kujifunza kuhusiana na malezi, kuhusiana na afya, kuhusiana na mabadiliko ya ukuaji wa watoto. Kuna vitu ambavyo Tunapaswa kuongeza ili kuweza kuwalea watoto wetu vizuri. Basi mi ni kushukuru ni kuacha uendelee na majukumu, alafu tapata wakati mwingine wa kuzungumza zaidi. Asante sana. Yeah. Hai. Sasa.